Wa West TV. Ujambo na uharigani mtazamaji wa West TV unatofuatilia, popote pale ulipo, ni kukaribisha tupate kujuzana kile kikosi kinachokwenda kuanza katika mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Al Masry. Ni mchezo wa robo fainali ya pili katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam, baada ya robo fainali ya kwanza kupigwa kule nchini Misri na mnyama Simba kukubali chuma mbili kwa sifuri na siku kuelekea sasa mchezo huu, mambo mengi sana yameibuka, ahadi nyingi sana zimetolewa, huku Mohamed Dewji akiahidi kutoa shilingi milioni mia tano, huku Rais Samia pia na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naye ya akiahidi kununua kila goli milioni kumi endapo Simba Sports atafanikiwa kufuzu katika hatua ya nusu fainali na kuelekea sasa mchezo wao dhidi ya Al Masry, tutakwenda kuona mabadiliko kadhaa katika kikosi chao, baada ya Chefo Ndomareno kuendelea kuwa majeruhi, lakini pia tutakwenda kuona namna ambavyo eh, katika safu ya ushambuliaji Lionel Ateba na Steven Mukwala wanakwenda kubadilishana, huku kwa upande wa golini, Pimpin Kamara ataendelea kushikilia milingoti mitatu kutokana na ubora wake ambao wameendelea kuuonyesha tangu ajiunge na Simba Sports lakini licha ya makosa ambayo wengi wanamtuhumu katika mchezo zaidi ya Al Masry kuruhusu goli mbili, goli la kwanza, ah, alipigiwa mbali ikawa chuma, lakini goli la pili aliucheza ah, mpira akamchezea adui ikawa chuma ya pili. Lakini ataendelea kusalia katika eneo hilo la goalkeeping kwa sababu hakuna golikipa ambaye bora zaidi yake kwa sasa. Lakini kwa upande wa mabeki, mabeki wakati Abdulrazak Hamza ataendelea kusalia hapo Aa, na chamu karibu. Mabeki wa pembeni tutaendelea kumuona Shomari Salum Kapombe na Mohamed Hussein Shabalala captain. Katika upande wa viungo, katika mfumo wa 4231 tutegemee kuendelea kumuona Aa, Yusufu Ali Kagoma pamoja na Fabrice Ruamba Ngoma raia wa DRC Congo, huyu katika eneo la viungo. Wa shambuliaji tutegemea kuendelea kumuona Elie Mpanzu Kibi Sawala Jean Shalehwa katika eneo la ubunifu namba kumi na Kibu Denis ni Prosper mkandaji katika winga ya kulia, lakini hawa Kibu Denis pamoja na Elia Mpanzu watakuwa wakibadilishana katika eneo hilo la mawinga, winga ya kushoto, winga ya kulia. Lakini pia Aua pamoja na Kibi Sawala nao pia wanaweza wakabadilishana katika eneo la namba kumi, bila kusahau lakini ni pia kwa upande wa ushambuliaji wa mwisho tegemea kumuona e, Steven Dese Mukwala akianza katika mchezo huu baada ya michezo kadhaa iliyopita ateba kutuonyesha ubora wake mkubwa ambao watu wanataka waone kutoka kwake bana. Hicho ndicho kikosi ambacho tunafikiri uenda kikaanza katika mchezo dhidi ya Al Masry, mchezo mwingine mkubwa, mchezo mwingine wa kihistoria ambao Simba anahitaji alama zake tatu.